Jina langu ni Patrick Christopher Kivulenge ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Kilwa, vile vile ni mwanachama wa chama cha Scout Tanzania. Aa, mbele yangu nilikuwa na project, kazi mradi ambayo ilikuwa na uhusiano na kichwa cha habari kinachosema Scout na utokomezaji wa plastiki baharini. Aa, mimi kama kijana wa Scout pamoja na wanafunzi wenzangu pamoja na memba wenzangu wa chama cha Scout Tanzania tumefanya kazi mradi hii katika eneo la Masoko Pwani, tukiwahusisha ndugu zetu ambao wanafanya shughuli zao katika maeneo ya bahari, wakiwemo wavuvi, wafanyabiashara, wachuuzi na watu mbalimbali, tukishirikiana na serikali ya wilaya ya Kilwa, kitengo cha mazingira, pamoja na ofisi ya habari katika kufikisha ujumbe huu kwa Watanzania wengi na mbalimbali mbali. hivyo basi sisi kama skauti tumehusika katika utoaji wa elimu wa kwa wavuvi wafanyabiashara na watu wote ambao wanategemea bahari kuhusiana na lengo namba 14. Lengo hili mimi, imani yangu kubwa, kwa kuwa mimi ndio kiongozi wa mradi, imani yangu kubwa, wavuvi hawa watakuwa wamepata elimu na elimu hii itawasaidia katika kuwajenga wao pamoja na vizazi vyao vinavyofuata. Ni nini, nini mchango wa Skauti katika utokomezaji wa plastiki baharini? Sisi kama vijana wa Skauti Tanzania Tunao mchango mkubwa sana katika kuisaidia serikali yetu katika kutokomeza plastiki baharini. Je, tunafanyaje fanyaje? Katika program za vijana za Chama cha Scout Tanzania, a, katika ngazi tofauti tofauti kuanzia senior a, na rover scout a, programu hizi zinawasaidia vijana scout wa scout wakiwemo ya scout ambao wamepata PTC, wood badge Uh, inasaidia vijana wa skauti katika utunzaji wa mazingira kwa kiasi kikubwa, kwa sababu katika mafunzo yetu sisi kama skauti tunazingatia utunzaji wa mazingira, hata tuwapo katika shughuli zetu za kiskauti. Kwa kupitia programu hii za vijana, mimi kama skauti nimepata elimu na kutupi, kupitia elimu ile nimeamua kutoa elimu kwa wavuvi pamoja na wafanyabiashara wa watu wa eneo hili la Masoko Pwani ambalo lipo katika mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa katika eneo la Masoko Pwani. Watu hawa wamepata elimu kuhusiana na madhara yatokanayo na plastiki, sababu za plastiki na namna ya kuzuia athari za plastiki. Nini tufanye kama chama cha Scout Tanzania na vijana wa Scout wote Tanzania? Tunatakiwa kuwa mstari wa mbele katika utunzaji wa mazingira yetu kwa kutoa elimu na sisi wenyewe kufanya action. Sio kutoa elimu tu. Nimetoa elimu mimi pamoja na skauti wenzangu pamoja na wanafunzi wenzangu kutoka shule ya sekondari Kilwa, na kufanya usafi kwa kuondoa plastiki zitokanazo au uchafuzi wa plastiki katika maeneo haya ya Masoko Pwani. Tumeshirikiana na wavuvi pamoja na viongozi wao na wafanyabiashara wote ambao walipata elimu na kuielewa, tukashirikiana nao katika uokotaji wa plastiki na kuzikusanya Plastiki zile baada ya kuzikusanya hatukuzitupa tu ovyo, au hatukuzichoma moto, kwa sababu unapochoma moto plastiki plastiki haiishi. Tumefanyaje sisi kama skauti? Kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kilwa kutoka kwa kitengo cha mazingira, tumempata mtu ambaye anafanya matumizi ya rejelezi ya bidhaa za plastiki, yaani anakusanya ya bidhaa za plastiki ambazo zinapatikana katika eneo hili la Kilwa na bidhaa hizo anaenda kuzifanyia processing, mchakato wa kuzifanya ziwe ndogo ndogo, na kuzikusanya na kuzipeleka kiwandani kwa ajili ya matumizi rejelezi. Kazi hii hatujaifanya tu bure bure, tumeifanya kwa kuwaonyesha watu kwamba vitu vile tunavihifadhi namna hii. Hatukusanyi nakwenda kuzichoma moto au hatu kuz, hatukusanyi nakwenda kuzifukia, tunakusanya nakwenda kuzi fana matumizi rejelezi kwa sababu zinaweza kutumika kwa kutengenezea bidhaa mbalimbali ukiachana na zile bidhaa zilizotengenezwa. Napenda kutoa wito kwa serikali na Watanzania wote mnaonitazama ikiwemo vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, skauti wenzangu, kuhusiana na utunzaji wa mazingira hususan mazingira ya bahari kwa kuitokomeza plastiki. Wito wangu namba moja ni serikali kuweka siku maalum mfano, serikali ya wilaya ya Kilwa kuweka siku maalum ya kufanya usafi katika mazingira yetu, ikiwemo mazingira ya watu ambao wanafanyia kazi, ikiwemo maofisini, maeneo ya kazi kama baharini, watu wafanye usafi kwa kuondoa plastiki, kwa sababu plastiki haziharibiki. Tunapofanya hivi, tutasababisha kuitengeneza mazingira yetu kuwa bora na nafuu kwa ajili ya kesho. Vile vile, Serikali inatakiwa kutoa mafunzo ya elimu ya malengo endelevu ya dunia kwa wanafunzi, at least wale wanafunzi ambao wanasoma shule za sekondari kuanzia form 1 hadi form 6. Wanafunzi wale wanapopata elimu kulingana na malengo endelevu ya dunia watakuwa na ujuzi katika akili zao na fahamu zao kwamba dunia imelenga na kudhamiria kitu fulani na fulani na fulani nini. Wajibu wetu ni kuwajibika katika kuyafuata malengo yale endelevu, kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Kwa kutoa elimu hiyo, vijana watawarithisha wenzao, wenzao, vizazi kwa vizazi, na kutengeneza mazingira bora ya bahari na mazingira kwa ujumla katika taifa letu.